Mtu mwingine wa sita, wa rajul tasaddaqa bi sadaqa na mtu ambaye ametoa sadaqa sadaa, fa akhfaha kaificha, hata la talama ta shimaluhu, mpaka mkono wake wa kushoto usijue, ma anfakat yaminuhu au ma tunfiki yaminuhu, <coughs> usijue mkono wa kushoto mkono wa kulia umetoa kiwango gani au umetoa kitu gani. Hii ni balagha, mkono wa kushoto haujui mkono wa kulia unafanyaje.

akatekeleza mbinu zote za kuhakikisha ya kwamba sadaka yake anayoitoa haijulikani na watu. Na ukitaka kujua kwamba haijulikani na watu ni kwamba hata mkono wa kushoto uliye karibu naye pia haujui. Hiyo ndio balagha. Kuna watu leo wanatoa sadaka, wanafanya mambo ya kheri, ikhwata liman li, wallahi ahli zao hawajui

Ni miongoni mwa wale watakaopata dhil yauma alqiyama siku la dhilla illa dhilluh.